Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Nimesikiliza risala yenu na maombi kadhaa, niliyoyaona kupatiwa viwanja Dodoma na Arusha ili kujenga makao makuu ya chama hili, si jambo kubwa sana la kufanya. Mawakili hawa leo kwenye mkutano huu waliseme, mkutano mwingine unaokuja wa mwakani iwe kwenye risala sielezwe tu. Kwa kweli, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, tunakosa ardhi ya kuwapa Dodoma, mahali tunapojenga makao makuu ya nchi? wanataka Arusha, yaani serikali tunaweza kukosa kiwanja? Kama tunaweza kuvutia wawekezaji mahali mbalimbali mba, tukawambia, njoni tutawapa na ardhi, mawakili wetu tunashindwaje kuwapatia ardhi kwa ajili ya kujenga ofisi kwa ajili ya huduma ya serikali au lile lililosemwa kwamba wanahitaji rasilimali fedha. Na tena watu hawa wema hawakusema kiasi kikubwa, wameomba bilioni moja. Kwani mwanasheria mkuu wa serikali wewe na wizara ya fedha tunashindwa kweli kutafuta bilioni moja kwa ajili ya kuwasaidia mawakili wanaofanya kazi na serikali? Hata tusipozitoa, mbona inapotokea kesi hizo pesa tunazitoa kwa ajili ya kufuatilia kesi. Mungu apishe mbali zisiwepo nyingi Kwa hiyo naomba tu niagize kwako, kwa mwanasheria mkuu wa serikali, kwa kushirikiana na wizara moja, hivi viwanja vipatikane. Risala inayokuja mwakani, mgeni rasmi atakayekuja asikute hili jambo linatajwa hapa. Pili, kama wameomba bilioni moja kupitia bajeti yenu, na sasa tuko kwenye mipango ya bajeti, na hawa ni wajanja wanajua wakati gani wa kuomba bajeti, ndio kwanza tumeanza ofisi ya waziri mkuu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, nitafurahi mno kuona hili jambo linafanyika bila kusubiri. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.